na biashara Dr. Selemani Jafo Feti Masud, pia tayari yuko hapa, mgeni wetu tayari amekwisha kufika. Mheshimiwa Waziri, karibu sana kwenye Power Breakfast. Niwashukuru sana. Asante, asante, sana sana sana sana, kwa yeah. Kazi nzuri. Asante. Um, Mheshimiwa Waziri, tuanze na ripoti imetoka juzi hivi. Mm, msingi wa ile ripoti kwa wasiofahamu ni nini? ilianzia wapi kwa mwenyewe hasa ha? Kwanza naomba kuchukua fursa hii kwa mshukuru Mungu leo hii asubuhi tumeamka salama, lakini laki na, nashukuru sana Klaus. Asante kwa kunialika maanake wako wengi mngemwalika yoyote, lakini nimeona mm, fursa na mimi kupata fursa kuja hapa ni washukuru sana asante, asante, asante. Swali lako la msingi, ni kweli ripoti ile imetokana na kwanza, ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais okay. namba moja, namba moja, namba moja, namba moja. Na kwanza ameonekana amekerwa na jambo hili uh -huh. Kwa sababu muda mrefu inaonekana unakumbuka, Mheshimiwa Rais katika maeneo mbalimbali alizungumza kwamba kuna wafanyabiashara wengine mm. anagombana na raia wa Kitanzania, ile ilikuwa ni message yake ya kwanza, lakini unakumbuka siku wakati tunapokea ripoti Mheshimiwa Rais alipokutana na wafanyabiashara na wadau walioshiriki katika maokozi katika ile janga la Kariakoo pale Ikulu mm. E, miongoni mwa jambo ambalo alipokaribishwa mwenyekiti wa, mwenye wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, miongoni mwa mambo aliyozungumza vile vile kwa suala zima la wageni kufanya biashara katika eneo la Kariakoo yeah. na pia Mheshimiwa Rais alielekeza moja kwa moja kwamba jambo hili sasa lianze kufuatiliwa na mimi nikiwa waziri mwenye dhamana katika eneo hilo ndio maana nikaona kwa haraka, kwa sababu jambo lenyewe huwezi mm. ukalikimbilia hivi hivi tu. Lazima kwanza, wanasema bila utafiti sawa huwezi ukasema lolote kwanza mm. Kwanza nikaona ni vyema baada ya kukurupuka kusema singine mgambo waende mm. polisi, hapana. Lazima tulichunguze jambo lina ukubwa gani. Ndio maana tukaonda ile timu ya watu kadhaa karibuni 15 kutoka idara mbalimbali za serikali, lakini kutoka sekta binafsi walienda kufanya uchunguzi sasa wa kina kubaini cha tatizo hili likoje, na bahati nzuri timu imekuja na taarifa nzuri ambayo kama upande wa serikali, lakini wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni, ni muhimu sana kuweza kuitumia kwa ajili ya maslahi mapana ya Watanzania. Kwa hiyo sosi yake ni maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba anawiwa na changamoto zilizokuta wananchi wake na hasa wafanyabiashara katika Tanzania, lakini reference point katika eneo la Kariakoo na kwa hiyo maana yake ni kwamba wakati ripoti nawekwa sawa, inawekwa na makava na kila kitu, mwisho wa siku anakwenda kukabidhiwa mwenyewe rais. Of course unajua rais alielekeza kwamba tufanye kazi jambo hilo. <tisfire> sasa <tisfire> mimi alionielekeza nikaona kuna utaratibu wa wa kulifanyia kazi jambo hilo. Okay. Kwa hiyo ndio maana nikaona tume na nikaweza kupokea ripoti ile, lakini baada ya kupokea ripoti baadaye ina maelekezo sasa nini kifanyike, lakini hata hivyo mwisho wa siku lazima mamlaka iweze kulipata kwa, kwa upana wake kuona changamoto ikoje katika eneo hili mm -hmm. ambalo wafanya biashara wanaofanya biashara ambazo haziendani na hadhi yao kama wawekezaji wa Tanzania. Manake, manake najaribu kuangalia kwamba itarudi kwa, kwa, mm -hmm. kwa, kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu ni jambo ambalo me, kuna mambo ambayo yanavuka wizara yako. Mm. Kwa sababu ukiliangalia hili jambo mm. uh, sisi tumeanza na najua na, na, na, hatuko peke yetu na hatujaanza leo, maana tutazungumzia ishu ya, ya, ya wageni mm, si swala la Kariakoo tu, inaenda sehemu nyingi sana. Ndani yake unakuta kuna wizara ya viwanda na biashara lakini uwekezaji wapo mambo ya ndani <coughs> wapo, mm. wapo mm. fedha wapo, kwa maana TRA pia wanaingia mm. na kama kuna wengine wengine, kuna wizara madini tumesikia sana, kuna wageni wa kwenye kwenye eneo hilo. Maana yake ndio maana nikasema kuna mazingira ambayo litavuka mm. kwenye wizara yako, si ndio? Sehemu ya kwanza kwangu mimi ilikuwa ni sehemu ya kuanzia, sawa na <coughs> ndio maana tumepokea ripoti lakini, mm. kwa muktadha wa ripoti yenyewe mm. lazima ifike kwa mamlaka kwa sababu unaona kwamba kama ulivyosikia ripoti ile inazungumza mambo ya uhamiaji, ripoti mm, ile inazungumza mambo ya kazi, ripoti ile inazungumza mambo mengi mtambuka, na unaona kwamba katika mapendekezo ni kwamba kuna marejeo ya mambo ya kisera mm -hmm. lakini mambo ya kisheria ambayo yanagusa wizara mbalimbali, mm. kwa hiyo manake uratibu wake, utekelezaji wake, manake ni katika utaratibu wa nchi nzima katika upande wa serikali mm. na unaona kwamba utekelezaji wa taarifa ile, kwa mfano ile kamati ya, ya ripoti ile mm. ina maana kwamba ndio maana hata imejumuisha sekta mbalimbali lengo kwenda kupata eh, mantiki ya jambo lenyewe likoje. Na bahati nzuri, jambo hili bahati nzuri tumepokea ripoti hii na ina mapendekezo mengi ya muda mfupi, ya muda wa kati na muda mrefu. Sasa mapendekezo yako kwa jumla yake serikali itaweka chakata, ndio maana unakumbuka tumepokea ripoti hili nilimwelekeza ni katibu mkuu wetu kwanza sasa mm. kuichakata kuiweka vizuri, baadaye tuweze kuiwasilisha vizuri, tuone kwamba jinsi gani maeneo mbalimbali itafanywa kazi, lakini manake itafanywa kazi na serikali yake kwa ujumla wote, kwa sababu ni mambo mbalimbali yanagusa maeneo mbalimbali. Kuna kuna vitu vimechambuliwa chambuliwa kidogo tumeviona jana kwenye, kwenye baadhi ya vyombo vya habari. Uh, ni kitu gani kimsingi ambacho mheshimiwa waziri, um, kama umepita alafu ukasema ukashtuka kidogo hivi, mm, maana unajua binadamu kuna mambo hata kama unaambia nenda kafuatia, unajua mm, lakini kitu gani ambacho kimejitokeza kimekushtua katika ile report kwanza? Ah, uh, jambo kubwa ni kwamba uh, tunaona E, jambo lilonishtua ni kwamba kuna watu ambao wanakuja nchini mwetu mm -hmm. kwa kigezo cha uwekezaji mm -hmm. lakini sura hiyo inapofika hapa inakuwa ni tofauti maanake jambo hilo ni jambo la kushtua. Kwa mfano, kama kuna tunapata wageni ambao tunatarajia kwamba wageni hawa ni wawekezaji, mm. lakini wawekezaji wenyewe wanakuwa ni, ni sura tofauti. Jambo hilo manake limekuwa na kushtua. Na ndio maana unaona kwamba katika upande unaona kwamba timu ilivyokuwa inafanya kazi ile imebaini kwa mfano wale wageni takriban 31 ambao walikuwa hawana hadhi kabisa, mm. na, na kupitia mifumo yetu ya kiserikali idara ya uhamiaji na kila kitu unaona wale karibu ni 24 washatolewa hapa nchini manake inaonekana kwamba kufanyika kwa ripoti hii kuisaidia sana hata baadhi ya mambo mengine ya msingi. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo ambayo eh, kwa kweli ni mambo makubwa eh. kama ni nchi tumesema tumepata fursa sasa kugundua baadhi ya mambo mengine ambayo tuseme kwamba yalikuwa yamejificha. Kwa sasa kupitia ripoti hii tumeweza kupata fursa ya kujua kama kuna mambo mengi tunatakiwa tuyafanye kazi kwa msingi zaidi. Mfano ambao mtoa wa wageni 31 maana yake una hii ripoti ilikwenda kukava ka eneo ka Kariakoo. Ina maana, ina maana tume ile kama inge fanya kazi ndani ya Tanzania. Kwa maana, kwa maana nchi nzima. Of course tumeile manake ndio maana wakati zile adidi urejea tunazitengeneza mm. Lengo letu ni kwamba kama kuna kitu yiso, sample size katika mambo rasmi, uh -huh. Uh -huh. ile inawakilisha uh -huh. maeneo mengine mbalimbali uh -huh katika sekta madini sekta dini huku nao utakuta kuna malalamiko mengi mm. kuna watu kwa mfano, wachimbaji wadogo waliokuwa na zile leseni za wachimbaji wadogo mm. ambayo ina hadhi kwa mchimbaji mdogo, lakini ukienda huko site utakuta kwamba wale wachimbaji wadogo leseni zile wamezi wameziuza mm. au ziko zimemilikiwa na watu wengine wageni, mtu amepewa cha kwake tu kila mwezi, lakini mwikiwa na kwa hiyo maana kuna mambo mengi. Nilitembelea kwa mfano mkoa wa Njombe, nilipata wakati taarifa report inaendelea kufanya kazi yake, timu inafanya kazi yake mm. lakini wanakuwalesema kuna watu wengine washughulika na mambo ya magogo kule vijijini kule Nyombe ambayo unaona kwamba hiyo sasa, kila eneo lina kazi ya kufanya mm. Ndio maana kwa, kwa, kwa uzito wa ripoti hii tumeona kwamba kazi hii sasa kwa serikali baadaye tutaweza kuimapu vizuri iweze kufanyika katika maeneo mbalimbali sio tena kurudia tena kazi singine kurudia ripoti tena pana hii, sasa tuwe reference point idara za serikali, kutokana na maagizo, jinsi gani tuta tuta scale up, tutazitanua ufanyaji kazi katika maeneo mengine, lengo kubwa ni kusaidia nchi. Uzoefu wako Mheshimiwa Waziri, mgeni anapoingia Tanzania, najua kwa lugha pana ni mgeni wa Tanzania, lakini na mgeni anakuwa ni wanani? mgeni yoyote anapoingia mchini mm. maanake ni, ni mgeni wa nchi hiyo. Sawa, Sawa, Mifumo yetu mm -hmm. ya kuangalia kwa mfano idara eh, ya uhamiaji, tuwashukuru sana yes. kuna kwanza vibali vya kuingia. Mambo, idara, kuna mambo ya visa uh -huh. kama ni visa biashara au lakini, upande mwingine wakifika hapa mchini, kuna utaratibu kama anakuja kwa upande wa kazi kazi uh -huh. maalum mm -hmm. kuna idara ya kazi balance kwa wageni wanaoingia mm -hmm. Mm. Sasa. Okay. Mi kwa natamani kumrudisha nyuma kidogo Mheshimiwa Waziri, ili wakati tutakapokuwa tunakuendelea na mazungumzo yetu mm. ule msingi uwepo, Mheshimiwa mm. Waziri, tunapozungumzia kazi za wenyeji na kazi za wageni ama biashara kwa ajili ya wenyeji na biashara kwa ajili ya wageni, hebu tunaomba mtazamo wa serikali kuhusu mstari unachorwa wapi? Kwanza tunatarajia kwamba mgeni anapoingia hapa ni kwa ajili ya uwekezaji mm -hmm. jambo moja na uwekezaji maanake mtu huyo anakuja kwa thamani fulani ya uwekezaji wake mm. Kwa mujibu wa nani, taasisi yetu ya TIC iliyowekwa hiyo. Sasa hapo, manake mtu akitoka nje ya hapo, manake huyo sio mwekezaji mm. Sasa bahati mbaya sana eh, kwa jambo hili lilivyo mm. manake ni kwamba mtu anakuja hapa, anakuja kufanya biashara ambayo masuri kipanya anaifanya mm. ni biashara kawaida singine ya kuuza nguo Kariakoo mm. kwa muktadha ya kituo cha, cha chetu cha uwekezaji, manake huyo ameenda nje ya utaratibu, lakini maanake kuna misingi katika kupitia uwekezaji, taasisi yetu ya uwekezaji inafanya hivyo. Sasa mgeni anapokuja hapa, anapochoma mahindi kama mm. kile kilichotokea kule nchini Zambia, imekuta kwamba jambo hili lotokea hapa, hata timu hii imefanya tafiti katika maeneo mbalimbali kupata reference katika maeneo mbalimbali. Imetokea mm. jambo hili kule kule wenzetu nchi jirani mm. ambapo wameonekana wametukana wame wageni wanachoma mahindi mtaani. Mm. Mm. Sawa? Hicho kitu ambacho ni tofauti. Kuna sehemu nyingine katika nchi nyingine ambapo sasa hivi sio vizuri kuitazama nchi mbalimbali. Lakini tutatoa mfano. Watu wana, wamekuja wanauza mitumba tu mtaani katika mm. nchi zingine. Kwa hiyo unaona kwamba jambo hili mm. limetokea limetokea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni, ni, ni, ni kwamba mtu anakuja kwa lengo la uwekezaji lakini sio sifa ile ya uwekezaji anakuja kufanya zile kazi za wazawa. Yeah. Mheshimiwa Waziri, uwekezaji unavyo unavyokuwa hmm. defined na serikali hmm. una, unakuwa defined kwa kiasi cha fedha anacholeta hmm. au mna define mpaka aina ya shughuli sure. Kwa sababu unaweza kuniambia labda una define kwa kiasi cha fedha ukasema, hmm. kwa mfano mwekezaji aje labda na dola laki tano, si ndio? hmm. si ndio hivyo? hmm. lakini dola laki tano ni kama bilioni na kitu tu, si ndio, si ndio hivyo. Kwa nikifungua duka Mwanza, Arusha, uh, Mbeya Dodoma mm. Unajua ni maduka ya kawaida sana eh? mm. Uta, mimi kama mwekezaji utaniambia kuna shida Same. Of course e, kupitia uwekezaji imetoa aina aina ya shughuli za kufanya mm -hmm. aina ya shughuli ya kufanya manake apart from hiyo nani, hiyo value ya pesa lakini mm -hmm. kuna aina ya shughuli ya kufanya. Ndiyo. Na ndio maana unaona nani, katika eneo hilo e, tume yetu au kamati yetu imekuja na mm -hmm. kutoa mapendekezo na hasa kufanya maboresho ya kisheria mm -hmm kwa mfano imezungumza swala zima sheria ya uwekezaji namba kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne kamati imependekeza kwamba walivyoisoma mm. kwa, kwa inatoa mianya kwa baadhi ya watu kufanya kazi ambayo nje ya, ya utaratibu mm. ikatoa mapendekezo kufanya, kufanya marejeo ya sheria hiyo kuziba mianya yote mm. inayomfanya mtu akija wa hapa wakati mwingine akengeuka kutoka katika ule mstari ambao uliwekewa uliowekewa kwa hiyo unaona kwamba hii kazi iliyofanyika imegundua baadhi mambo mengi inawezekana kwa utamaduni wetu tulipotoka miaka mingi tulienda vizuri, lakini sasa hivi kwa sababu dunia inabadilika zaidi mm. m, yani, fursa zilivyobadilika unakuta watu wengi sana hizo wana, wana, wana, wana, wana wanatafuta fursa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo manake mm. wanaangalia kama kuna mwanya wowote wa kuweza kutumia mm, hata akikiuka sheria asionekane kama anakiuka sheria, ndio hicho kinachofanyika, na ndio maana kwamba tunaishukuru kamati hii, imetoa maelekezo kila sheria gani ile kibisho. Kwa mfano wamezungumza sheria ya uwekezaji ya mwaka 2022 sheria namba 10 mm. na, na lakini wamezungumza sheria hata ajira za wageni sura namba 1436 kwamba hii naye ifanyiwe marejeo kuona, mm. kwamba kama kuna mpenyo wowote mtu anaweza akautumia huo vibaya, mm. kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatumia fursa za wazawa ziweze kufanywa kazi wow. Kwa hiyo kwa hiyo unaona kuna mambo mengi sana yamefanywa uchambuzi mm. kwa hiyo sasa ni jukumu letu sisi serikali kuweza kukaa kuona sehemu gani kuna, kuna tundu mm. hii tundu tuizibe kwa siku za usoni tuweze kupata tuweze kupata shida, shida kwa tunatoka kidogo tutarejea yes,